Karibu tena katika chaneli yetu ya simulizi zilizojificha. Tafadhali subscribe kama hujasubscribe. Katika makala hii tutazungumzia mlango wa kuzimu uliofunguliwa bila kukusudia. Tafadhali ambatana nasi mpaka mwisho. Karibu. Wamekuwa wakichimba tu ardhi kutafuta mali, madini au maarifa, lakini siku moja waligonga kitu ambacho hawakutakiwa kugusa. Sauti za mashine zikasimama, ardhi ikatetemeka na joto kali la ajabu likaanza kupanda kutoka ardhini. Wale waliokuwepo walikimbia, wengine hawakuwahi kutoka hai, lakini kilichotokea hakikubaki siri kwa muda mrefu. Walifungua mlango, mlango wa kuzimu bila wao kujua, na leo nitakupeleka kwenye moja ya matukio ya kushangaza zaidi yaliyowahi kutokea kwenye historia ya mwanadamu. Karibu kwenye simulizi ya mlango wa kuzimu uliyofunguliwa bila kukusudia, tukio la ajabu kaskazini mwa Siberia mnamo miaka ya 1980 mia. Katika eneo la mbali kabisa la Siberia, Urusi, wachimbaji walikuwa wakifanya mradi mkubwa wa kuchimba visima virefu kutafuta gesi na mafuta ardhini. Mojawapo ya visima hivi vilifikia kina cha zaidi ya kilomita 12 hiki kilijulikana baadaye kama visima vya Kola Superdeep. Lakini siku moja, walipofika kwenye kina kirefu zaidi, ghafla wakakutana na tabaka la ajabu lenye joto kali isivyo kawaida, karibu nyuzi joto 1100 Celsius. Kisha wakasikia kitu, sauti kama za watu wakilia, wakilia kwa maumivu ya ajabu kutoka ardhini. Wakadhani ni mitetemo ya kawaida ya seismic lakini walipochomeka kipaza sauti maalum kilicho na uwezo wa kurekodi sauti kutoka ndani ya dunia kile walichosikia kilibadilisha maisha yao milele. Sauti kutoka kuzimu. Rekodi ya sauti hiyo ilionyesha kilio cha maelfu ya sauti kama za wanadamu walioko kwenye mateso yasiyoelezeka wengine walielezea kama milio ya kuungua ya kilio cha maumivu yasiyo ya kawaida, sauti za huzuni zisizo za kawaida. Je, ilikuwa ni tukio la kisayansi au walikuwa wamesikiza vilio vya wale waliokwama jehanamu? Mhandisi mkuu wa mradi huo alieleza kuwa baada ya tukio hilo, wachimbaji wengi walikataa kuendelea. Wengine waliripoti kuona viumbe wa ajabu kama kivuli chenye mabawa kikipaa juu ya kisima usiku huo huo. Lakini serikali ya Kisovieti ilifunga mradi huo kwa haraka, ikisema ilikuwa ni kwa sababu za kiusalama. Hadi leo hakuna anayejua kwa uhakika kilichowafanya waache kuchimba ghafla, isipokuwa wale waliokuwa hapo. Je, mlango wa kuzimu upo? Watu wengi wamekuwa wakidai kuwa tukio hilo ni la kupotosha, ni hadithi tu. Lakini wachambuzi wa sauti na wanasayansi wachache waliowahi kuipata rekodi hiyo wanasema, ikiwa hii ni ya kutungwa, basi ilitungwa kwa ustadi wa hali ya juu sana. Kuna sauti za binadamu, lakini pia kuna kitu cha ziada kisichoelezeka. Wengine wanadai mlango huo wa kuzimu haukuwahi kufungwa, kwamba kila mwaka kuna tukio la ajabu linalotokea karibu na eneo hilo: wanyama wanaopotea, watu wanaodaiwa kusikia sauti kutoka ardhini, na joto linaloongezeka usiku huo. Maoni ya kisayansi. Kwa upande wa kisayansi, wachimba visima wanajua kuwa ardhi ya ndani huwa na joto kubwa sana, na mitetemo inaweza kutoa sauti. Lakini bado hakuna maelezo ya kisayansi yanayoweza kuelezea sauti ya vilio hivyo au tukio la mabadiliko ya ghafla ya hali ya hewa kwenye eneo hilo. Wengine wanasema huu ni ushahidi kwamba kuna maeneo duniani ambayo si ya kuingiliwa, kwamba sisi wanadamu hatutakiwi kujua kila kitu, na kwamba labda waligonga kwenye mlango wa kuzimu halisi. Kwa hiyo ni nini ukweli? Je, wale wachimbaji walichosikia ni matokeo ya sayansi au ni ushahidi wa mahali pakale pa mateso ya milele? Je, tunaishi kwenye dunia yenye siri kubwa zaidi ya tuwezavyo kufikiria? Tuandikie kwenye comments, je, unadhani mlango wa kuzimu upo kweli au hii ni hadithi tu ya kutisha kuvutia akili ya mwanadamu? Usisahau kufuatilia channel hii kwa simulizi zaidi zilizojificha zinazokufanya ufikirie mara mbili kuhusu ulimwengu unao kuzunguka. Subscribe, like na share kabla mlango mwingine haujafunguka.